Salam, naitwa Zawadi Machibya, mwandishi wa habari mwandamizi. Nimekuwa kwenye taaluma karibu miaka thelathini. Nakuja kwako kukukaribisha katika mafunzo ya uandishi wa habari kwa vitendo. Najua una degree yako nzuri, ama shahada yako nzuri, mm, una diploma yako nzuri, una stashahada yako nzuri, cheti pengine vyote ni nadharia, na ni muhimu kupata nadharia, lakini katika ulimwengu ambao soko linataka watu ambao wanaweza kufanya kazi kwa kujua wanachokifanya, kwa maana ya ufahamu na maarifa kwa vitendo, unanihitaji. Na pengine umepata mafunzo, hujaridhika nayo. Napatikana, mawasiliano yangu ni hapo. Niandikie ujumbe, nitumie barua pepe Alafu tutachukua kuanzia hapo. Mafunzo ni ya muda mfupi, mwezi mmoja ama miezi mitatu. Utafahamu kila kitu kinachokuhitaji kufanya sokoni. Ni dunia ambayo inaenda kasi sana, ni dunia ambayo inaenda haraka sana, mambo mengi yamebadilika. Kwa hiyo unahitaji ujuzi ambao utakufanya ung'ae sokoni. Sizungumzii uandishi wa habari wa kila mtu, citizen journalism nazungumzia uandishi wa habari wa kitaaluma ambao umepata mafunzo. Kwa hiyo mimi ni nani? Talent coach. Unataka kuwa mtangazaji maarufu mahiri? Unataka kuwa mwandishi wa habari maarufu mahiri? Unataka hata pengine katika masuala kupelekea uh, wateja kampuni yako na kazi ambazo unazifanya, natoa mafunzo, mafunzo maalum kupitia nini? ZMT Media Academy. Ukijiunga mafunzo ya muda mfupi lakini mafunzo ya muhimu sana. Hiyo ni kwa wale ambao ni watu binafsi, watu ambao wanataka wao wenyewe kujiendeleza wao wenyewe kujie, kujiongezea viwango. Lakini ZMT Media Academy pia inatoa mafunzo kwa vyombo vya habari. Umeanzisha televisheni yako, umeanzisha kituo chako cha redio unataka wafanyakazi wako wajifunze vizuri, au wapate utaalamu na ujuzi katika masuala ya kuripoti habari, katika masuala ya kufanya mahojiano, au pengine kusoma habari, au pengine hata kuandika kile tunaita script. Karibu ZMT Media Academy. Naitwa Zawadi Machibya, nimekuwa sokoni, niko tayari kukupeleka sokoni. Wasiliana nami haraka iwezekanavyo kupitia mawasiliano hayo. Shukran.